Asa, ndaleta jaribu bonge, Sama, bonge, Sini brother wangu hapo. Kumaanisha alisimama kwa kitanda yangu akifix bado. Balbu ifanye, sinafanya. <coughs> Ha, hii familia sasa mmenimaliza. Hii familia mmenimaliza kwa siku hizi, kuripea balbu pia ni shida, ama tu Ma na madudu zako tu? Huyo anaenda huyo, shida ni nini? Anaenda juu kwa bedroom yetu uh. Asinaenda kwa bedroom yetu ai, imepita miezi sita, hata kibarua tukutafuta tukibarua, hata unweka sabuni autaki, kwani kuna shida? Nikukata hapo, ukikula naleta kila kitu